Kwanza ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa jumla, tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi, kwa kutufikisha siku ya leo salama. Mazingira yetu tuliotoka kwenye uchaguzi mpaka kufika leo, sote tunafahamu. Kwa hivyo, kwanza tumshukuru. La pili ni nichukue fursa hii kuwashukuru kabisa waandishi wa habari, lakini la tatu tuwashukuru wenzetu tume uchaguzi vyombo vya ulinzi kwa hatua mbalimbali mbali ambazo wamechukua ambazo leo zimetufikisha hapa. Wito wangu ni kwamba wananchi waendelee kujitokeza, hii ni haki yao, sio haki ya vyama, sio haki ya wagombea, uchaguzi ni sauti yao. Kwa hivyo wajitokeze, ili wapaze sauti yao, wafanye maamuzi kwa nchi yao. Kwa hivyo mimi kubwa niseme hilo, kwa sababu kwa upande wa kinachoendelea mpaka sasa, sisi kama chama tunawagombea tuna waangalizi tuna viongozi eh, na watendaji mbalimbali wanaoshughulikia uchaguzi. Kwa hivyo kama chama tunakusanya taarifa. Kinachoendelea si vizuri mimi kuyatolea maelezo yale ambayo yanaendelea katika sehemu mbalimbali. Eh, ya vituo vya kupiga kura, hilo litafanywa na chama mshuhuda. Labda kuzungumzia swala la kampeni, siku ya karibu arobaini na tano vyama karibu kumi na moja vile unaelezaje hali ya kampeni iliyokuwa, na umezisikiliza sera za wagombea wengine ambao wanashindana nao? Labda mimi nachelea leo kupiga kampeni, kwa hivyo nadhani ya kampeni tumeyapita, wananchi wamesikia Aliyefurahishwa na sera za kila chama, leo ndio siku yake ya kutoa hukumu. Kwa hivyo, siku ya hukumu huwa hatusikilizi tena kesi, na nadhani hiyo ni kanuni tu ya msingi. Lakini nadhani kila chama kilifanya kwa utaratibu wake, kulikuwa na uhuru wa kampeni na kila mmoja akajitahidi kwa upande wake. Tushukuru katika hilo kwako wanza tafsiri gani? kozi hesabu sijui, kwa haraka sisi wana sheria tuna shida kidogo ya hesabu, lakini mimi nimeanza kupiga kura toka mwaka tisini ja e, jangombe nadhani kuanzia elfu mbili ndo nimeanza kupiga hapa Mpendae, kwa hivyo sijui mnaweza kuhesabu nyinyi wenyewe, nadhani mwaka elfu mbili na ishirini ndio sikupiga kwa sababu sikuwepo nchini, lakini mara nyingine zote nimepiga kura. Alafu mheshimiwa, una matumaini kiasi gani ya kushinda? Na usiposhinda utakubali matokeo? Kushinda ni watu, na sisi tumeona kwenye kampeni zetu kwamba watu tunao. Sasa tunasema ikiwa uchaguzi uchaguzi ni mchakato wa kisheria kama sheria na taratibu zitafuatwa, na tutashindwa sisi, tulishalieleza mapema, tutakuwa mwanzo kumpongeza atakayeshinda na kufanya kazi naye. Lakini kama hazitokuwa sheria zimefuatwa, itaendelea kutusikitisha na hatuna sababu ya kumheshimu ambaye atashinda kwa njia na taratibu za ghilba na ambazo hazikufuata sheria. Asante jamani, nawashukuru sana na nyinyi kazi njema, Masha Allah.